Unisana, kwa majina naitwa Shilla Mwandu, mwenyekiti wa tawi TUGHE PSPTB. TUGHE tumeweza kuunda mkataba wa baraza pamoja na mwajili toka mwaka 2006 tumeendelea kuwa na baraza la wafanyakazi, tumeona demokrasia inayoendelea kuijenga na kuimarisha uhusiano wetu wa kikazi kwenye ujenzi wa shughuli za kitaasisi. Na chama kimekuwa ni mkono wa mwajiri pamoja na serikali, katika kutetea na kuimarisha majukumu yote ambayo ayapo kwa ajili ya taasisi. Na bahati tulionayo ni nzuri, ni kwamba toka chama kimeanza wenye viti wetu ambao wamebadilishana kwa awamu mbili sasa, tumeiona demokrasia ya kusikiliza maoni, tumeona ni jinsi gani wanavyojali yale ambayo tunaya uh, uh, present kwenye, kwenye baraza na kweli imekuwa ni mshikamano kwa wafanyakazi uh, hata na majukumu kwenda sawasawa na jinsi ilivyopangwa, uh, hata kufika huku Singida kwa kipindi hiki pia bado tunaiona ni demokrasia nzuri ambayo baraza likikaa likipendekeza ya kwamba tunahitaji kufika sehemu fulani, ndiko tutaenda kufanyia kwa ajili ya utulivu na kupokea kile ambacho kimetoka kwa wanabaraza. Aa, tumefika hapa, lakini pia nisiache kusema ya kwamba mshikamano huu umeletwa na usikivu wa viongozi wetu wa chama pamoja na mwajili. Hatujawa na conflict yoyote, tumekuwa na umoja ambao uh, ukweli unatuungamanisha kama watumishi wa umma na majukumu yetu yanaenda sawasawa na jinsi ambavyo tumekusudia uh, kuyafanya. Lakini pia niseme tu kwamba uh, nitoe rai kwa watu wengine wote ambao pia wana, wako kwenye taasisi za umma na wanapuza eneo hili la kuwa na baraza la wafanyakazi. Baraza la wafanyakazi limefanya watu waweze kustawi kimaslahi, kustawi katika mambo mengi mazuri kwa ajili ya uh, ustawi wa wafanyakazi pia, maana tunapokaa tunapitishi, tunakaa, tunapanga hali bora za wafanyakazi, na vimekuwa vikiendelea vizuri, na serikali yetu sikivu pia inapata kuyasikia haya na kuyatendea kazi. Kwa hiyo kupitia chama cha wafanyakazi taasisi yetu imeimarika, na ina mshikamano, ina umoja a, hatuna mambo ya migogoro ya aina yoyote, kwa sababu sisi tumekuwa msaada na a, tumekuwa a, mkono wa serikali, pia tumekuwa mkono wa mwajili, ni washauri wazuri kwa mwajili. Tunapoona jambo halijakaa vizuri, basi tunaenda kusema pamoja na mwajili na kisha tunaona kazi zikiendelea. Kwa kusema haya, ni washukuru, niwatakie majukumu yenu mema. Asanteni sana.